Mitihani ya kuhitimu darasa la saba nchini imemalizika hii leo, ambapo mkoani Morogoro, wasichana ishirini na saba wa shule ya msingi Maguha wilayani Kilosa wameshindwa kufanya somo la sayansi baada ya kuanguka, huku baadhi yao wakidaiwa kukimbilia makaburini. Tukio hilo limethibitishwa na viongozi wa serikali ya kijiji cha Maguha, walimu, wazazi na wanafunzi waliopatwa na mkasa huo. Tuungane na Praxeda Mtani kwa taarifa kamili. Nimelazimika kusafiri umbali wa takribani kilomita tisini hadi kijiji cha Maguha ambapo nakutana na wanafunzi wakirejea kutoka shuleni baada ya kumaliza mtihani na kwa bahati nzuri ni wahusika wa tukio hilo. Tulivyoingia tukapewa tuka makaratasi, tukaa tumesaini tayari, tulianza mtihani. kuna mtu anasema naomba peni zangu mshamaliza mtihani, mtu mwenyewe aonekane, tuka, tume, tume tumetoka mtihani wa kwanza kwenye mtihani wa pili napo Tukawa tunaandika. Mtu anakuja tena naombe ni peni zangu, shamaliza. Mimi najifanya habisi sana. Tukawa tumeandika mtihani tulivyomaliza, tukatoka. Tuka tulipotoka Tuka tulipotoka Tuka Tuka nje. Tukawa tumeenda Tuka Tuka kula chakula, tunaingia kwenye mtihani wa tatu. Tulipoingia tu tunaanza kugawiwa makaratasi. Watu wamedondoka. Wengine wanapiga kelele. Tupokuwa darasani, shika karatasi, afu karatasi ilikuwa ni ilikuwa inalimulika. Tulivyotoka nje vikaatu kadondoka, imona kama mtu kaja kwenye karatasi yangu, alafu karatasi yangu ilikuwa na waka moto mbele, nikuwepo naona watu wanakuja kwa kasi, kujizuia nikuwepo, siwezi maa, afu nikajisikia kizunguzungu, alafu mbele nikaona giza, nikadondoka. Nivyodondoka nikaa sijielewa baada ya kuzungumza na wanafunzi hao nasogea hadi katika ofisi ya kijiji ambapo nakutana na mwenyekiti wa serikali ya kijiji Damian Martin uangukaji wa leo haufanani na wajana leo kidogo afadhali mtoto anaanza kutetemeka, kimu kimwahisha basi, anapata pata tiba, na wazee wa mila walikuwepo kidogo waliendelea watoto kufanya mitihani lakini kuna mtihani mmoja wa mwisho haukufanyika kabisa kulingana na hali ilikuwa mbaya ndani ya ofisi ya kijiji huduma za kimira zikaendelea yastifuna man shafara man shafara yahmidun aidha ya... walimu walioshuhudia tukio hilo nao wakaeleza walichokiona katika somo la isabati. Nikasikia sauti, sasa ile sauti siku siku nani ila kwa kichwa nitatanisha sauti ile ni ya kiume. Sasa baadaye watoto sasa wanasema kuti ile sauti ilikuwa nasema kwamba nipeni kalamu niandike mimi naulida asante. Sasa kwanza mtihani wanafunza ambia mwalimu kalamu amna, na zile kalamu sisi tulikuwa tunaziacha kwenye madawati na tunafunga mlango, kuna mgambo. Kwa hiyo mi nikahisi labda yawezekana wavulana ndio wamezichukua. Nikaamua sasa nirudi chumba cha pili, tuchukue zile penseli, tuzikate, tugawane. Ile natoka ndo akaanza kuanguka sasa. Hata hivyo, afisa elimu wa mkoa Waliambola Nkya amesema ukiachilia mbali tukio hilo, mtihani umefanyika vizuri, ambapo watoto arobaini na nne elfu mia tano na nne wamefanya mtihani wa kuhitimu darasa la saba mkoani Morogoro. Toka mkoani Morogoro mimi ni Praxeda Mtani wa TBC.